Ntarudi kwake kwake Steve uh, Shitera. Lakini mbali na hao, bado tukisalia katika eneo la magharibi, ni kwamba wakazi pamoja na wahudumu wa magari ya uchukuzi katika kaunti ya Busia wameshabikia kukamatwa kwa askari watano wa trafiki waliokuwa wakiwashurutisha madereva kutoa hongo katika kizuizi cha barabarani kilichoko kwenye barabara kuu ya Busia kwenda Kisumu. Hatua hiyo ya tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC kuondoa kizuizi hicho imewapa afueni ya muda watumizi wa barabara hiyo wakisikitika kwamba wamenyanyaswa kwa muda mrefu na maafisa hao wa trafiki ambao kulingana nao huchukua hongo ya kati ya shilingi hamsini na mia tano. E, maafisa wa EACC wamefanya kazi nzuri kwa sababu hizi roadblocks zilikuwa zimeshakuwa mingi kila palo unapata roadblock unapata napata, kila napata roadblock, na ukiangalia vitu wanaangalia, hakuna hata vitu za maana wanaangalia. Kwa gari unapata gari imepita imebeba excess, wanasimamisha roadblock hapo, kajao ni kuchukua hiyo pesa kidogo kidogo, hiyo shilingi 50 kwa magari. Lakini kitu naweza sema kwa barabara hii iko na changamoto mingi sana iko na changamoto mingi sana na ukifuatilia kwa kama mambo ya hongo, hongo inaanza juu ikirudi chini. Na sisi wasafiri kuna mahali nafika, paka tunafinywa, huwezi ukaongea kitu ndani ya gari e, naunga mkono kwa maana ni, ni, ni kama ndio hobi yao ndio tabia yao ya kuchukua hongo barabarani, lakini mimi siwezi laumu maafisa wa polisi peke yake, na laumu pia wateja na pia wenye magari ma, ma kondakta na dereva kwa maana mteja anaona gari imejaa anajisunda yeah, ndani anajaa kabisa, na Wakenya nao wanaogopa kwenda polisi. Sasa polisi anaposimamisha, Utaona, sasa pesa inaanza kubadilishana mikono.